Watawala wa serikali katika kaunti ya Laikipia wamebuni kamati ya pamoja kushughulikia tatizo la kudorora kwa usalama kabla ya msimu wa sikukuu. Kamati hiyo itakayojumuisha wanajamii, maafisa wa usalama na wadau wa sekta ya biashara itakuwa na jukumu la kukomesha visa vya uhalifu ambavyo huongezeka zaidi wakati wa msimu wa sikukuu. Kamati hiyo inatarajiwa kushirikisha juhudi za kulinda amani huku ikiwahimiza wazazi kuwa waangalifu na kuwalinda watoto wao dhidi ya vitendo vya uhalifu wakati huu wa likizo. The issue is to ensure that we have sustained peace and security within Laikipia, and that's why we have formed this forum so that, uh, we, we heed the call of the cabinet secretary as a follow-up hadi the, the Jukwaa la Usalama Mashinani Forum. Kila mtu awe free. Hakuna shida, yote itaingia. Security yetu itakuwa sawa na tumehakikishia kila mtu na Nyuki town ama Laikipia county ndio itakuwa number one upande wa security. First, tumetoka mkutano ya security na we are happy. Zile steps ambazo zimefanyika We are happy that uh, kuna uhaba wa bangi, kuna uhaba wa madawa za kulevya, kuna uhaba wa vitu mingi sana. But pia kuna other areas ambazo security wanafaa waangalie, na we are hoping wataendelea kuangalia so that hii festive season ambayo inakuja kila mtu akuwe safe, sisi wenyewe wazazi wetu na pia watoto wetu. Unakuta ya kwamba uh, drug and substance abuse ziko juu and as a result unakuta ya kwamba kwa sababu wazazi hawajazoeana sana na watoto kuanzia asubuhi subu, subu, mpaka jioni vita zitaenda juu, na kwa hivyo nigehimiza watu wachunge watoto.